DW, Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, hapa Ujerumani ni saa 10 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wale wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema. DW Habari ulimwengu nami ni Silvia Mwehozi. Kwanza sikiliza muhutasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump atangaza ushuru mpya na wakudumu kwa magari yote yanayoagizwa nje ya nchi. Afisa mwingine mwandamizi wa kundi la Hamas auawa katika shambulizi la Israel na makamu wa kwanza wa rais wa Sudani Kusini Riek Machar akamatwa. Habari kamili. Washington, Raisi wa Marekani Donald Trump ametangaza ushuru mpya wa asilimia 25 kwa magari yote yanayoagizwa nje ya nchi. Trump amesema ushuru huo utakuwa wa kudumu na utaanza kutumika kuanzia Aprili mbili. Ikulu ya White House ilikuwa imesema hapo awali kwamba ushuru huo unalenga kuboresha uzalishaji wa ndani. Utawala wa Trump ulisema unatarajia kuongeza dola bilioni mia moja katika mapato ya kila mwaka yatokana nayo na ushuru huo. Ushuru huo mpya wa Marekani unaweza kuanzisha vita pana zaidi vya kibiashara na ulipaji kisasi ambavyo vitaathiri biashara ya kimataifa na ukuaji wa uchumi pamoja na kupandisha bei kwa wateja. Waziri mkuu wa Kanada Mark Carney akizungumzia tangazo la ushuru mpya wa magari amesema ni shambulio la moja kwa moja kwa wafanyakazi wa Kanada. Gaza, msemaji wa kundi la wanamgambo la Hamas Abdul Latifa al Kanoa ameuawa katika shambulio la anga la Israeli kaskazini mwa Gaza. Taarifa hizo zimeripotiwa na vyombo vya habari vyenye mafungamano na Hamas mapema leo, akiwa ni kiongozi wa juu kuuawa hivi karibuni tangu Israel ianzishe tena operesheni zake katika eneo hilo. Duru zinasema Ali Kanoa aliuawa wakati alipokuwa katika hema lake huko Jabalia. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa wakati wa shambulio hilo. Afisa huyo ni kiongozi wa tatu wa Hamas kuuawa na Israel wiki hii, baada ya mjumbe wa ofisi ya kisiasa Ismail Barhum na kiongozi mwandamizi wa Hamas Salah al Bardawel nao kuuawa. Wakati huo huo, mamia wa Palestina huko Gaza wameendelea na maandamano ya nadra dhidi ya Hamas kwa siku ya pili mfululizo. Juba. Makamu wa kwanza wa rais wa Sudani Kusini Riek Machar na mpinzani wa muda mrefu wa rais Salva Kiir amekamatwa jana Jumatano. Hatua hiyo imetajwa na Umoja wa Mataifa kuwa inaiweka nchi hiyo katika ukingo wa kutumbukia katika mzozo mpana zaidi. Msafara wa magari ishirini yaliyokuwa na silaha nzito uliingia katika makazi ya Machar katika mji mkuu Juba na kumtia mbaroni kwa mujibu wa taarifa ya afisa mmoja ndani ya chama chake. Taarifa hiyo iliyosambazwa kupitia mtandao wa Facebook imelaani vikali kitendo hicho na kusema ni ukiukwaji wa katiba uliofanywa na waziri wa ulinzi na mkuu wa usalama wa taifa. Mkataba wa kugawana madaraka kati ya Kiir na Machar umekuwa ukivunjika hatua kwa hatua na kutishia kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mitano na kuwaua takriban watu laki nne. Brazilia. Mahakama ya juu ya Brazil imeamuru rais wa zamani mwenye siasa za mrengo wa kulia Jairi Bolsonaro kufika mahakamani kujibu mashtaka ya jaribio la mapinduzi katika kesi ambayo inaweza kuzima matumaini yake ya kurejea kisiasa kwa mtindo wa Donald Trump. Kesi hiyo itakuwa ya kwanza kwa kiongozi wa zamani kushtakiwa kwa kujaribu kuchukua madaraka kwa nguvu tangu nchi hiyo irejee kwenye demokrasia mwaka 85 kufuatia miongo miwili ya udikteta wa kijeshi. Katika maoni yake kwa waandishi wa habari, Bolsonaro amekashifu madai hayo kuwa haya na msingi. Iwapo atapatikana na hatia, Bolsonaro mwenye umri wa miaka sabini, ambaye alikuwa na matumaini ya kugombea katika uchaguzi wa mwaka ujao, huenda akafungwa jela kwa zaidi ya miaka 40 na kufungiwa kisiasa. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Khartum, serikali ya Sudani imesema jana kwamba vikosi vyake vinaudhibiti mji mkuu wa Khartum karibu miaka miwili baada ya kuzuka kwa vita vyenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea. Mkuu wa jeshi la Sudani na kiongozi wa nchi hiyo Abdul Fatah Al Burhan amenukuliwa na vyombo vya habari vya Sudani akisema kuwa Khartum iko huru. Kiongozi huyo alitoa tangazo la kudhibitiwa mji mkuu kutokea ndani ya ikulu ya rais iliyokombolewa hivi karibuni. Madai ya kudhibitiwa kuthi, kikamilifu kwa mji mkuu hayakuweza kuthibitishwa, ingawa msemaji wa kikosi pinzani cha RSF hapo awali alikiri kwamba vikosi vyake vimepoteza udhibiti wa ikulu, uwanja wa ndege na maeneo mengine ya Khartoum. Jeshi chini ya uongozi wa al buruhani umekuwa ukichukua udhibiti wa mji huo taratibu, huku mamia ya wapiganaji wa RSF wakikimbia istanbul baraza la manispaa ya istanbul linaloongozwa na upinzani limemchagua meya wa muda kuongoza jiji hilo baada ya meya ekrem imamolu kufungwa jela akisubiri kusikilizwa kwa mashtaka ya ufisadi ambayo yeye na wafuasi wake wameyakanusha na kuyaita kuwa ya kisiasa kukamatwa kwa mwanasiasa huyo wiki iliyopita ambaye ni mpinzani mkubwa wa kisiasa wa rais taipu erdoan kulizusha maandamano makubwa zaidi dhidi ya serikali nchini Uturuki katika zaidi ya mwongo mmoja na kusababisha kukamatwa kwa watu wengi. Maelfu ya watu wameitikia wito wa upinzani na kuingia mitaani katika maandamano ya amani. Kufungwa kwake jela siku ya Jumapili kumekosolewa na chama chake cha CHP, viongozi wa nchi za Magharibi, vyama vingine vya upinzani na makundi ya haki za binadamu. Na hatimaye ni umoja wa mataifa, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limesema takriban watoto milioni kumi na nne wanakabiliwa na njaa na hatari kubwa ya utapiamlo au vifo kwa mwaka huu, wakati wa wafadhili wakuu wa kimataifa kama vile Marekani wakipunguza bajeti ya misaada. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell alisema maendeleo makubwa yamepatikana katika kutokomeza njaa kwa watoto tangu mwanzo wa karne hii, lakini mafanikio hayo yanaweza kupotea haraka. UNICEF imezihimiza serikali na taasisi za hisani kuchangia mfuko wake wa lishe ya mtoto ili kukabiliana na wimbi la njaa. Tangu rais wa Marekani Donald Trump arejea madarakani, mshauri wake bilionea Elon Musk amelifungia shirika la misaada la USAID. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.